Wanafunzi milioni 2.4 leo wameanza mitihani yao ya kitaifa ya gredi ya sita na gredi ya tisa kote nchini huku baadhi ya wanafunzi wakianza mitihani yao kuchelewa. Baadhi ya wanafunzi katika shule moja ya msingi hapa Nairobi wamekosa kufanya mtihani kwa kukosa kusajiliwa. Brenda Wanga anatuarifu zaidi. Wasimamizi wa mitihani walifika asubuhi na mapema kwenye vituo kuhakikisha kwamba wamepata mitihani hiyo pamoja na vifaa vingine vinavyohitajika kufanikisha utathmini kwa wanafunzi wa gredi ya sita ya tisa, pamoja na wenye mahitaji maalumu. Takriban wanafunzi milioni tatu nukta nne wanafanya mitihani hii wakiwemo wale wa shule za sekondari.

to senior school. Serikali ikithibitisha kwamba imeweka mikakati ambayo itawezesha mitihani hii kufanywa kwa njia ya wazi na salama. For the first time, NEC is piloting smart digital padlocks in 250 examination storage containers nationwide. These locks are linked to NEC command center allowing real-time tracking of the exact time each container is opened and locked. Hata hivyo hali haikuwa shwari kwa wanafunzi wa shule ya Endikir iliyoko Mashuru, Kajiado Mashariki. Wanafunzi hao walilazimika kuanza mtihani wao wa gredi ya sita, wakapsea, na ule wa kejisea saa 8 mchana baada ya karatasi za mitihani hiyo kukosekana kwenye kasha la kuhifadhi mitihani katika eneo la Mashuru. Na sisi tulikuwa tunatarajia watoto wetu waanze mtihani saa mbili kamili Katikati, katikati yote kuanzia saa mbili mpaka saa nane mtihani yetu ilikuwa wapi? Tunauliza serikali, kwani tutapata usaidizi aje juu ya watoto wamechelewa sana bila kufanya mtihani na mashule zote washafanya. Wanafunzi wanne eneo la Kasarani, hata hivyo hawakubahatika kufanya mtihani wa gredi ya tisa wa KJSEA. Wanafunzi hao wa shule ya Shining Hills huko Njiru Kasarani hawakusajiliwa kwa mtihani huo. Kwani kunaenda aje? Anatuambia tu hapana, ngojeni nilikuwa nimeenda, ni, ni kwa, kwa sub kaunti hapo bado. Mimi nikamwambia hapana, ikifika hapo, bado un, ukienda huko unipigie simu venye uko na namba yangu, ama afa afanye kwa kwa Mkurugenzi wa shule hiyo akiongea na runinga ya Citizen kwa njia ya simu alikiri kuwa hawakusajiliwa, lakini akawalaumu wazazi wao kwa kutowasilisha stakabadhi zao kwa minajili ya usajili huo. I had 24. Mm. I registered them. I I I them. them. had grade 6. There was only 6 kids. I registered them. Yes. So I don't I don't understand but I'm pretty sure Brenda Wanga, Runinga, runing yes, Citizen.